Msikitini. Ndoa ya serikali inafungwa bomani, lakini tuna ndoa ya mila, kuna kiongozi wako kule, ila nayo inatakiwa kuwa na hati ya ndoa. Sasa nani ana ndoa? Kwa hiyo hatuna ndoa. Nani mwenye cheti nyumbani cha ndoa? Wote hatuna ndoa, kwa hiyo Sote tunaishi ishi tu. Sinaiva tunaishi tu. Eh? Pamoja, wote tunaishi pamoja. Sasa kuna kitu kinaitwa tusikilizane, Ifumbo oe. Kuna kitu kinaitwa dhana ya ndoa, na hapa ndo wengi tupo huko. Dhana ya ndoa ni ile tumechukuana, tumeishi kwa pamoja, tun, balozi anatutambua, mshenga wetu yupo, wazazi wanatambua, tumeishi kuanzia miaka miwili na kuendelea, sisi tuna tuna ndoa hapo. Wengi tuko hapo, amina? <laughs> sindo wengi tupo eh? <laughs> Sasa changamoto iliyopo ndio maana nimesema nitahusianisha ndoa, watoto na ukatili, kwa sababu hivi vyote hatuwezi kutenganisha. Ukatili unafanywa ndani ya ndoa na ukatili tunawafanyia watoto, ndoa inazaa migogoro. Na nashukuru sana mwezi wa pili mwanzoni nilikuwa hapa, hapa nimezungumzia ukatili hapa hapa, nilizungumzia masuala ya ukatili. Sasa ndani ya ndoa migogoro na migongano haikosekana, kweli si kweli? Ehe, akina baba oye, akina baba oe, akina mama oe. Oe nyumbani kwetu tunapewa, hatupewi? Akina baba oye, akina baba tunapewa, hatupewi? kwani tunapewa nini? kuna mtu anauliza, tunapewa nini? Haya, akina baba, ibada ya usiku ipo, haipo? Ipo, haina mashaka. Akina mama, oe. Akina mama Akina mama ibada za usiku tunapata? Akina mama wa leo wanajisikia aibu. Kwa nini nimeuliza hivi? Nimeuliza kwa sababu amesema mratibu hapa, leo tunahitimisha. Kama tunahitimisha tumeshapita kata kumi na tisa na hii kata ya ishirini tulikopita tumekumbana na changamoto akina baba wamelalamika kwamba wanapata ibada kwa kulipia. Tukawageukia akina mama, kwa nini wanatoa ibada kwa kulipia? Akina mama wakasema kama anaweza kulipia huko nje, kwa nini na kwangu asilipie? Akina mama, hapa kwetu tunalipiwa tunatoa bure? Bado akina mama sasa tunarudi kwenye sheria ya ndoa. Tunapooana, moja ya jukumu ni pamoja, kilichotuunganisha pale ni ile ibada ambayo, baada ya ibada, tunatengeneza watoto. Lakini pia tukitengeneza watoto, wazazi, tuna jukumu la kulea watoto, ila sheria inasema baba ndiye mwenye jukumu la kulea familia. Akina baba oe. Akina baba tunalea familia, akina mama tunalelewa, akina mama tunatunzwa. Akina baba oe, ni jukumu lako baba kutunza familia. Tofauti na hapo, umeshaifanyia ukatili familia yako, umemkatili mkeo pamoja na watoto umewatelekeza ndani ya ndoa pia tunafanyiana ukatili wa kihisia. Nimeuliza swali, ibada tunapewa hatupewi? Kama hupewi ibada unafanyiwa ukatili wa kihisia. Matusi nyumbani, akina mama, matusi nyumbani kwa waume zetu, tunawakatili kihisia waume zetu. Lakini pia siku hizi kuna akina baba pia wanachezewa kichapo jamani kuna akinamama tumekuwa wababe, tunatembeza vichapo kwa waume zetu, kweli si kweli? Mtendaji hatuna kesi za kupigwa akina baba sipo? Zipo eh. eh. Akinamama, huo ni ukatili kwa waume zetu. Lakini pia tukiangalia kwa takwimu, wanaume wengi mnapiga wake zenu, ukilinganisha na wanaume wanaopigwa, ndio tofauti yake huwa pia ni ukatili, hutaki kumpiga mwenzio. Lakini pia kitendo cha kwenda kuchepuka tu, akina baba, tumekuwa na michepuko mingi, tunapoteza mpaka hisia kwa wake zetu. Anasikia leo kwa Asha, kesho kutwa kwa Mwajuma, mtondogoo kwa Amina, sijui siku inayofuata kwa Ana. Huyo mwanamke, jamani, atakuwa na hisia nawe kweli? Hawezi, lazima hisia zipotee. Tunaelewana, lakini pia sisi wazazi tumekuwa chanzo cha ukatili kwa watoto wetu. Hatutunzi watoto, na sheria inataka utunze mtoto wako. Mzazi una wajibu wa kumpeleka mtoto wako shule, kuhakikisha mtoto wako analala pazuri, anavaa vizuri, anakula vizuri, anapata elimu bora, lakini pia ni lazima uhakikishe mtoto wako analindwa ni lazima tumlinde kutokana na vitendo viovu vinavyoendelea. Watoto wetu wanabakwa, lakini pia wanalawitiwa, na kibaya zaidi kilichojitokeza kwa sasa, vijana wetu wadogo wadogo wameshaanza mpaka kupenda miteremko, wanaanza wanaishi na mishangazi, kwa kutafuta nini? Wepesi wa maisha. Eh, mishangazi hey, akina mama naowa vijana sasa. Hili limekuwa changamoto kwa sababu ya malezi. Malezi ndio yamepelekea mpaka tufikie hapo vijana wetu wengi, kwa sababu hawa vijana wamezaliwa na sisi kweli, si kweli? tumewalea sisi, imekuwaje wanaanza kufanya vitendo kama hivyo? Sisi ndio chanzo cha haya yote. Naitwa Shukrani Bonifasi Shega, ni, ni mwananchi halali wa kijiji hiki cha Ifumbo na kata hii ya Ifumbo, lakini pia ni shukuru serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa huduma hizi tunazoletewa wananchi vijijini, kwa sababu ilikuwa ni ngumu mwananchi wa hali ya chini kufata huduma hizi za kisheria sehemu mbalimbali kwa sababu ya kiuchumi, lakini pia kwa sababu mama ameona jukumu hili ashushe kwa wananchi ili wananchi hawa waje wasaidiwe na hawa watu. Tunashukuru sana na tunamwomba mheshimiwa rais aendelee na zoezi hili, kutuletea huduma hizi za kisheria kwa wananchi, kwa sababu kuna masuala mengi ya kisheria ambayo kama wananchi wa sisi vijijini tulikuwa hatujui. Kwa kupitia huduma hii au timu hii ya mama Samia vitu vingi leo tumefunguliwa. Hatutakubali kuonewa kwa sababu tayari tumeelekezwa masuala mengi ya kisheria, hususan ni masuala ya ardhi. Tulikuwa tunanyanyasika sana kwenye masuala ya ardhi, tulikuwa na migogoro mingi sana inatokea ya ardhi, na pia wananchi tulikuwa hatujui ni wapi pa kwenda kuzungumza haya, lakini kupitia huduma hii na timu hii, mafunzo mengi tuliyoyapata kwa kuletewa na hawa watu, tutajua ni wapi pa kwenda kuzungumza pia. kwa jina naitwa Medelina Frank Shabani mkwamu, mm -hmm, ni mkazi wa Ifumbo kwa ujumla. kwa hawa wanasheria wetu waliokuja wametufundisha mambo mengi sana ambayo mengine tulikuwa hatuyajui, kama mimi wananchi wa Ifumbo kwa mambo kuwepo kwenye show hii ya leo, lakini kuna asilimia tisini na tisa ya kutokuwepo katika show hii ya leo ya Matiko Cup kwa hiyo badala yake Zaka TV. Zaka TV tunasema Kwayo, kuwa Kontawa ndio mrithi wa Harmonize katika jukwaa la leo, usisahau anyway, uh, kusubscribe gonga na alama kengele langu. Jina ni Federizo Matilio. Leo tutakuwepo pale uwanja wa Shamba la Bibi kushuhudia shoo nzima na ugawaji wa tuzo Matiko wa Matiko Cup fano kama wanaume jinsi wanavyotunyanyasa tunaweza tukawaenda kwa mwanasheria. kwa majina anaitwa Michael Lucas Sanga ni mkazi wa kijiji hiki cha Ifumbo. Kuhusu hawa wanasheria wetu waliokuja kutupa msaada wa kisheria, mimi nimeipenda sana, kwa sababu wametoa viainisho mbalimbali vya sheria, idara mbalimbali wamejaribu kufafanua sheria inatakeje natakiwa na tufanye nini kwenye kilimo ardhi. Wametoa ufafanuzi mzuri sana. Kwa maana hiyo, sasa ni kazi sisi kwetu wananchi kupokea maagizo na taratibu zile ambazo zinatakiwa kufuate za nchi, ili sasa serikali iweze kushinda migogoro na mambo mbalimbali ambayo wananchi wengi wanafeli kisheria. Kwa hiyo kupitia hii semina wananchi tumepokea vizuri. naitwa ni mkazi wa kijiji cha Ifumbo. Tunashukuru sana kwa serikali ya mama Samia namna na anavyotuongoza wananchi wake kupitia hili, namna na alivyoleta elimu kwa wananchi. Imefika mahala wananchi sasa wanapata ufunguzi, wanafunguka, anaweza kaeleza shida zake mahala popote pale, sababu tayari timu hii ya wanasheria imewafikia na wananchi wamepata semina, wameelewa, wako vizuri. Pia hata mimi nimeelewa lakini tunajua hizi ni jitihada za mheshimiwa diwani wa kata hii, namna ya msukumo anavyosukuma serikali, ana ukaribu sana pamoja na mheshimiwa mbunge, wamefanya kazi kwa ukaribu sana. Hii tuseme tunashukuru sana serikali hii inaona eh, imekaa vizuri. Kwa hiyo pia hata tuna imani na hao viongozi kama wanaweza kutupeleka habari. Karibu Mwitandala Shopping Center, tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.